Meneja mkurugenzi, heshima na watumia mm -hmm. wamitambo a wa kufunzi na nyote mnobakia nah. musiweke pingamizi shairi kulinadia mm -hmm. macho kuwa na huruma uhurumie moyo nah na kuomba kulighani kwa upole na kwambia mm -hmm. Hii hali huioni mwenzako anaumia nah. Ukaona ukatili hutaki muhurumia mm -hmm. Macho kuwa na huruma uhurumie moyo. Nah. Kula kulaumu dunia, akhira pia, moyo wampa magumu mpaka yamzidia. Nasikama hufahamu, hapana kukatalia. Huruma uhurumie moyo Najuwa huna mipaka, chochote wangalia, wa na hata vyakumbuka, weye wajitazamia, shaka moyo una mtupia, machokuwanahuruma uhurumie moyo, usiku kikumbuka, weye sinzia hapo jicho ajifumba, tuliumejilalia moyo kwake nikasumba, kesha afikiria macho kuwa na huruma, uhurumie moyo. Macho kuwa na huruma, moyo kuhurumia, zime mzidi tuhuma papa kukimbilia, hmm. Na moyo akisimama, ujanja wa kuishia Macho kuwa na huruma, uhurumie mm -hmm. moyo. Na beti nane sasa basi, ni mengi ya kuwambia, muepuke mm -hmm. ibilisi, dunia kuiachia, mueleke kudusi kitabu che kutumia